Na mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda nite AJB, na Lensa Udingo ndio msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, na tunakusihi uzidi kutazama runinga ya Channel 1. Mimi naitwa Gladys Mongai. Wakati wa mapambazuko jijini Nairobi, kimya chenye mshindo kiligubika uwanja wa ndege wa kimataifa wa jomo Kenyatta. Ndege iliyoubeba mwili wa hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ilitua kwenye uwanja huo mwendo wa saa tatu unusu hivi leo asubuhi wa mwili wake ulisafirishwa kwa ndege nambari KQ 203 iliyopewa jina RAO 001 ilipoingia kwenye anga ya nchi hii. Na nje ya eneo la Kirais maelfu ya waombolezaji walikusanyika wakiimba na kuomboleza kumuaga shujaa huyo aliyechukuliwa kuwa mwanzilishi wa demokrasia nchini Kenya. Mapema Alhamisi asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika nje ya eneo la kirais kusubiri mwili wa hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliyeaga dunia akipokea matibabu kwenye hospitali moja nchini India. Nyuso zao zinaadhirisha uchungu wa kumpoteza shujaa waliyemwenzi kumuunga mkono kwa miaka mingi. Kwenye eneo hilo la kirais, vikosi vya ulinzi vya Kenya vilihitimisha mipango ya jinsi ya kuupokea mwili huo. Nyimbo za vikosi hivyo na kwaya ya ikulu zilidhihirisha hali ya huzuni iliyokuwepo. Nje ya lango la eneo hilo, mashirika ya usalama yalijipanga muda mfupi baada ya saa mbili unusu. Maelfu ya wafuasi wakawasili kuanzia mwendo wa saa tatu unusu. Watu mashuhuri waliotumia lango la eneo hilo la kirais waliwasili pia, walijumuisha Rais William Ruto rais mstaafu Uhuru Kenyatta, naibu rais Profesa Kidhure Kindiki, jamaa za familia ya Odinga na maafisa wengine wakuu serikalini. Mwendo wa saa tatu na dakika 35, ndege nambari KQ203 kutoka Mumbai iliyopewa jina RAO 001 ilipowasili kwenye anga ya Kenya ilitua kwenye barabara ya ndege. Wakati huo maafisa wakuu wa Odiam, mawaziri na baadhi ya wa wapinzani walisubiri kuulaki mwili huo. Wahudumu wa shirika la ndege na jeshi waliulaki mwili huo huku jeshi likifunika jeneza kwa bendera ya Kenya. Kwa upande mwingine wa ndege hiyo, binti akitinda mimba wa Raila Odinga, Winnie Odinga, aliyekuwa na kofia ya babake aliwaongoza maafisa wakuu serikalini na maafisa wa chama walioondoka nchini Jumatano kuelekea India kusaidia kuusafirisha mwili huo humu nchini. Kuondoka kwenye ndege hiyo, mlinzi wa kibinafsi wa muda mrefu wa Raila, Mori Sogeto, alikuwepo pia, akigubikwa na majonzi. Afadhali ni wacha tumalize, ngojeni tumalize. Umati wa watu, labda kwa kuchoka kusubiri kwa muda mrefu, ulivuka ukuta wa usalama nje ya eneo hilo la kirais na kufika kwenye barabara ya ndege. Hali hiyo ilizua utata, huku wanajeshi na maafisa wengine wakisimama kidete. Kile kilichofaa kuwa heshima ya kijeshi kwa afisa wa ngazi za juu katika hafla ya kiserikali kilisitishwa, huku wanajeshi wakilinda jeneza lisifikiwe na umati huo. Rais na msafara wake akiwemo mtangulizi wake Uhuru Kenyatta na familia ya Odinga hawakuondoka katika eneo la kirais. Ilibainika baadaye kuwa mipango iliyowekwa awali imetibuka, huku umati huo ukiingia kwenye barabara ya ndege na kuvuruga hafla hiyo. Umati huo ulisindikiza mwili huo hadi nje ya uwanja huo wa ndege. Ilichukua muda wa zaidi ya dakika 45 kuondoka kwenye uwanja huo. Safari ya kuutazama mwili huo ilianza nje ya uwanja huo wa ndege. Juhudi za naibu rais Kithure Kindiki na seneta Oburu Odinga, wanaoongoza kwa pamoja kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mazishi, pamoja na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kufanikisha usafiri wa haraka wa msafara huo hazikufaulu. Nataka, nataka tunaenda, tukubaliane tunaenda uwanja gani na tunaenda njia gani. Waombolezaji walipinga wazo la kwenda bungeni au kwenye uwanja wa Nyayo wakisema maeneo hayo ni madogo, lazima tukubaliane, so tusikizane kwanza, relax. Mwenyekiti wa chama cha ODM aliye aliyepia gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ndiye aliyefaulu kukomesha sintafahamu alipotangaza kwamba msafara huo utaendelea kwenye uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani. <coughs> Msafara huo uliendelea kwa mwendo wa pole hadi ulipoingia kwenye barabara la expressway kuelekea Kasarani kwenye eneo la kirais huko JKIA, rais na msafara wake walisalia humo pamoja na ujumbe uliokuwa India. Binti Odinga aliikabidhi kofia ya babake kwa mamake kuashiria mwisho wa enzi na labda mwanzo wa nyingine. John Jacob Kuria, Darubini.